Mahakama nchini Mali imemhukumu aliyewahi kuwa Waziri Mkuu, Moussa Mara, kifungo cha mwaka mmoja jela kwa kosa la kuchapisha ujumbe wa mtandaoni uliodaiwa kukosoa mamlaka ya serikali na kuunga mkono wapinzani wa kisiasa walioko gerezani. Mara mwenye umri wa miaka hamsini, ambaye aliwahi kuongoza serikali ya Mali kwa miezi minane kipindi cha mwaka elfu mbili kumi na nne hadi elfu mbili kumi na tano alihukumiwa jana Jumatatu mahakama ya kituo cha kitaifa cha makosa ya mtandao mjini Bamako. Pamoja na kifungo hicho cha mwaka mmoja jela mahakama pia ilimpa adhabu ya kifungo cha miezi kumi na mbili pamoja na faini ya faranga za shilingi laki tano sawa so na takriban milioni moja pointi tano ya Kitanzania. Mara amekuwa gerezani tangu Agasti moja, wiki chache baada ya kuchapisha ujumbe kwenye mtandao wa kijamii wa X zamani Twitter, aliowataja baadhi ya wafungwa wa kisiasa aliowatembelea na kueleza msimamo wake. Katika ujumbe huo Julai 4, mara aliandika, namnukuu: kadri usiku unavyodumu, jua litaonekana. Tunapambana kwa njia zote ili hilo litokee haraka iwezekanavyo. Hukumu hiyo imekuja wakati serikali ya kijeshi ya Mali ambayo ilichukua madaraka kupitia mapinduzi mwaka elfu mbili na ishirini na moja, ikiendelea kukosolewa na kukandamiza uhuru wa maoni na kuwakamata viongozi wa kisiasa wanaonyesha upinzani.